Tulipokaribia ofisini kwetu nilimwambia shemeji anishushe hapo karibu, nitatembea mwenyewe. Akanijibu, "Sasha, naomba jioni ya leo tuzungumze, tafadhali." Nikakubali, "Sawa, naomba nifunguliwe mlango nishuke." Alinifungulia, kisha akasema, kazi njema, uwe makini. Nikajibu, asanti nawe pia. Nikashuka na kuanza kutembea pembeni mwa barabara. Alikuwa anaendesha gari taratibu akiwa sambamba na mimi Akasema nitakutumia hela ya chakula cha mchana, nikajibu sawa, lakini kwa kweli nilishindwa kumwelewa. Alikuwa tofauti kabisa na shemeji niliyemzoea. Aliniaga na kuongeza mwendo, mimi nikaendelea kutembea, huku nikijiuliza maswali mengi. Kweli alikuwa waajabu sana siku hiyo. Nikimweleza dada, je, ataelewa? Nilifika ofisini, nikaingia na kuanza kazi. Wakati nipo kazini, nilisikia ujumbe umeingia kwenye simu. Nilipoangalia, ilikuwa ni taarifa ya kupokea pesa shilingi laki moja na nusu. Nilishangaa, nikajiuliza, mbona hela nyingi hivi ya nini? Nikaamua kumpigia shemeji. Alipopokea akaniuliza, umepokea mzigo wako? Nikajibu, nimeupata, lakini mbona ni hela nyingi hivi ya nini nyingine? Akaniambia, wewe ni msichana utakuwa na mahitaji yako muhimu utanunua. Nikajibu, hapana shemeji, sina uhitaji wa pesa, nina mshahara wangu, tafadhali nairudisha hii pesa. Akanijibu, usiwe hivyo Sasha, tumia tu hiyo hela, kuna ubaya gani shemeji yako akikuhudumia? Nikasisitiza, sawa lakini sio kwa sasa, tafadhali shemeji, naomba uache hiyo tabia. Baada ya mazungumzo hayo nilikata simu na kuelekea chooni nikijawa na mawazo mengi bila majibu. Niliamua kuirudisha ile pesa haraka kwa shemeji, kwani niliona kama anaanza kuvuka mipaka. Nilipoirudisha nilizima simu yangu nikajiambia, hivi dada yangu akijua haya itakuwaje? Ndugu akijua mjomba na shangazi watanielewaje? Nilijua wazi kuwa wataniangalia vibaya. Hapana, sitaki hayo matatizo, napenda amani. Hivyo sitaongea na dada kuhusu hili, nitajitahidi sana kukaa mbali na shemeji. Nilinawa uso, nikajifuta, nikarudi kazini. Wakati wa chakula cha mchana alipofika sikuwa na pesa ya kununua chakula, niliamua kuendelea tu na kazi. Lakini cha kushangaza, nililetewa chakula na kuambiwa, hii ni oda yako. Niliuliza, nani kakituma? Yule alijibu, nimeagizwa tu na bosi. Niliposikia hivyo nilivuta pumzi, nikasema asante Mungu. Kama ni bosi wangu basi nitakula tu. Bosi wangu ni mtu mwenye huruma na upendo kwa wafanyakazi wake. Nilinawa mikono nikala chakula, halafu nikaendelea na kazi hadi muda wa kutoka ulipofika. Nilipofika nyumbani nilimkuta Valentino amesharudi. Niliingia nikaoga nikabadili nguo na kuingia jikoni kuandaa chakula. Valentino aliposikia nimeingia jikoni, alikuja kunisalimia, kisha akaniuliza mama atakuja lini? Naona siku zinapita. Nikacheka nikamtania, mtoto wa mama huyo, umemkumbuka eh? Valentino akajibu, hamna mamdogo, nimemzoea sana, huwa nikikaa mbali na yeye muda mrefu na hisi upweke. Nikacheka tena nikamwambia, sawa kengwani, mimi hunipendi hadi umkumbuke yeye tu, mimi pia ni mama yako tena ninayokupenda sana Valentino akajibu sawa basi mamdogo, nakupenda pia, nakupenda sana. Nikamuuliza sawa kipenzi, utakula nini leo? Akanijibu unajua tu mamdogo, napenda nini, wafanya mpango wa kueleweka. Nikacheka nikamwambia sawa, nenda chumbani, nikikuita uje ule. Valentino akasema sawa, nipo chumbani najisomea. Niliendelea kuandaa chakula, wakati huo nikisikia gari linaingia getini. Nilitoka kwenda kuangalia, ilikuwa ni gari la shemeji. Nikarudi jikoni kuendelea na mapishi. Shemeji alipaki gari, akashuka, akaingia ndani moja kwa moja hadi jikoni nilikokuwa, akaniita Sasha. Nikaitika naam, shemeji. Akauliza umeshindaje kazini? Nikajibu salama, kisha akauliza, je, umekula chakula chako? Nikauliza kipi hicho? akajibu hukuletewa leo mchana? Nikajibu ndiyo, nililetewa ila kilitoka kwa bosi wangu. Akatabasamu kisha akasema, nilimwagiza mimi akuletee. Niliposikia hivyo nikamwambia, kwa mini huelewi. Shemeji akaniambia, nataka utambue kwamba nakupenda sana kuliko unavyofikiria. Penzi langu kwako halina kifani, tafadhali kuwa wangu, utafurahia. Baada ya hayo, alienda chumbani kwake kuoga mimi nikaendelea na kupika hadi nilipomaliza. Nikaandaa mezani, nikamwita Valentino aje kula na pia nikamwambia amuite baba yake. Tulikaa wote tukala chakula cha jioni pamoja. Baada ya kumaliza, nilisafisha meza, vyombo na jiko. Baada ya shughuli zote, nilimtakia Valentino usiku mwema, kisha nikaenda chumbani kwangu kulala. Shemeji alikuwa bado sebuleni peke yake, akaniandikia ujumbe Sasha. Naomba njoo sebuleni tuzungumze au ni